Naitwa Shubeti ya mwangire mbaki zao e, ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi madereva Tanzania. Leo tumekuwa na wa kikao e, cha chama cha wafanyakazi madereva Tanzania tatu pamoja na chama cha madereva malori Tanzania cha Wamata. Kwa pamoja tulikutana kidogo kujadili changamoto zilizotokea tuuma baada ya mgomo kwa tarevi e, na kilichotokea baada ya ule e, kozi. Kuna makubaliano ambayo tuliingia kama nchi na nchi, lakini kama vyama vya wapunukazi pamoja na serikali ya Zambia. Bahati mbaya ni kwamba makubaliano yale hayajatekelezwa haya, haya kwa kiwango ambacho tulitegemea. Ulikuwepo na mabadiliko na niseme, wakati mwingine tumerudi kwenye hali mbaya ilikuwa ilipokuwa kwa hiyo tumekutana tujadili changamoto kidogo hizi na kupata njia kwa pamoja, kwa sababu jambo hili lilikuwa linahusu vyama e, vyote na sasa tumekubaliana e, kuchukua hatua kadhaa. Pamoja na mambo mengine tumegundua kwamba e, kinacholeta changamoto zote pale mpakani ni e, ZRA kuto kuheshimu makubaliano ambayo waliyafikia kama nchi na nchi, kwa hiyo hajaweza kutekeleza. Lakini pia tumegundua kuna changamoto za maajenti pande zote mbili, pamoja na mambo mengine yote, lakini tukaona sisi tustiki na jambo moja tu, na kwamba gari zinatakiwa kuvuka saa ishirini na nne yaani kwamba gari zinapotoka Tanzania ziende moja kwa moja Zambia, then Zambia wao ndio watafanya utaratibu wa kutengeneza document ili gari ziweze kuendelea na safari. Hivi visingizio vingine vyote havina sababu, kwa sababu wakati wanaingia makubaliano yale mbele ya mawaziri wanatiliana sahihi, waliyajua yote haya ambayo wanasingizia sasa hivi. Na changamoto nyingine zimekuwepo, ni za madereva kupata matatizo kule njiani, kupigwa bado kunaendelea kuwepo, na matukio ya madereva kushambuliwa, kupuliziwa dawa, kama yule wa, wa Kitwe pale na wengine. Kwa hiyo tunaona kama vile kila tunapozungumza na viongozi wanakuwa wamekuwa wakisema kwamba hawana hawajapata maandishi kutoka kwa viongozi wa, wa serikali yao na wao wanafanya kazi kwa maandishi, wale polisi wa kawaida. Kwa hiyo tumeona ni vizuri sasa turudi, tuangalie tumekosea wapi au tumefaulu wapi. Tumegundua tatizo bado liko Zambia, hawajakubali kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Kwa hiyo tumetoka na, na, na kauli moja sisi kama vyama vya kazi, kwa maana ya muungano wa TADU na CHAWAMATA umeomba no. watekeleze makubaliano tuliyokubaliana chini ya waziri wa uchukuzi Profesa Mbarawa pamoja na waziri wa uchukuzi wa Zambia na viongozi wa ZRA na TRA. Mawaziri wameshindwa kutekeleza yale tuliyokubaliana, tunaona sasa tupeleke hii taarifu kwa Mheshimiwa raisi eh, eh, Chilema, halafu yeye atajua ni nani amwagize kwa wakati gani kwa amri za aina gani na pengine Nafikiri na, ni, ni hayo tu kwa kikao cha leo, ni waombe madereva wote wakae wakisubiri maelekezo kutoka kwa viongozi wao, na tutawaeleza, eh, itakavyokuwa kufikia huo muda. Kama wataamua kurekebisha hizi kasoro zilizopo, hatuna sababu sisi ya kuzuia magari, lakini kama hawatarekebisha hizi tofauti na kasoro zinazojitokeza pale mpakani, basi itakuwepo sababu. Kwa hiyo madereva wakae tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wao. Muda utakapokuwa umekuwa tayari, tutawaambia sasa, kuanzia tarehe fulani tutakayotoa, tumeitangaza kwamba hakuna kuingiza gari Zambia mpaka hapo tutakapotangaza vinginevyo. Kwa majina, anaitwa Eson Michael Wimile, katibu mkuu chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania. Tuko hapa a, pamoja na viongozi wenzetu wa chama cha wafanyakazi madereva Tanzania Tadu. Ya tulikuwa na kikao kwa ajili ya kujadili uh, changamoto uh, za uvukaji katika mpaka wa Tunduma. Zimejitokeza changamoto nyingi baada ya mawaziri kusaini, na utekelezaji kwa kweli umekuwa ni wa kusuasua. Kwa hiyo pamoja na haya ambayo, uh, mwenyekiti wa Tadu bwana Shubek ameeleza, nami nimeona nisisitize jambo moja kwamba Uh, madereva wanapata tabu sana, madereva wanateseka usiku na kucha, na kama ambavyo imeanza kujijengeka kwamba madereva wanataka kusimamisha huduma uh, ili mgogoro huu ama changamoto ziweze kutatuliwa. Sasa sisi kama viongozi tumeona tukae tujadili na tuone ni namna gani ya kuweza kuishauri serikali. Kwa hiyo baada hiki, dhani, ya kikao hiki nadhani tutakuwa na fursa ya kushauri serikali mkuu wa uh, mkoa wa Songwe na pengine na uongozi uh, wa TRA namna bora ya kuweza kutatua mgogoro huu, kwa sababu kwa namna inavyoendelea inaonekana madereva uh, hawakubaliani na utaratibu ambao unaendelea sasa, kwa sababu inaonekana ni kama vile tumegeuza changamoto, badala ya kuwa changamoto kwa upande wa Zambia, sasa changamoto zimehamia upande wa Tanzania na madereva wanasikitika sana, mtu anaingia foleni saa kumi na mbili au saa moja anakuja kuvuka saa kumi na moja alfajiri. Haiwezekani, mtu kwa namna hiyo hawezi kuendelea na safari, otherwise atasababisha ajali. Kwa ni lazima tukae na serikali tuone namna gani tunawalazimisha wenzetu wa upande wa Zambia waweze kutekeleza makubaliano ya mawaziri ya. Kwa hiyo ni hilo tu na ninadhani baada ya hapa madereva waendelee kwa wavumilivu, viongozi wao tutalazimika kwenda kuzungumza na kujadiliana na serikali ya mkoa kule Songwe, ambako ndio kuko na mpaka wetu wa Tunduma, na viongozi wa mkoa kama kuna jambo la kushauri serikali kuu, wataishauri serikali. Kwa hiyo tuta madereva waendelee kwa wavumilivu katika kipindi hiki ambacho sasa tunafikiri ndio muda sahihi wa kuweza kujadiliana na serikali yetu kwa maana ya kushirikisha pia na serikali ya Zambia, tuweze kutatua changamoto hizi. Ni hayo tu kwa leo, nashukuru.